Asante sana baba yangu, asante sana baba. Huyu aliyeuliza swali ni baba yangu, ndio ukoo huo wa kina Nyango kwa hapo kwa kina Rupenza. Iko hivi, nashukuru kwa swali zuri. Kwanza swala la umeme, mtakuwa ni mashahidi umeme kwa elfu ishirini na saba. Niwaulizeni swali, sasa hivi ukitaka kuingiza umeme nyumbani kwako kwa utaingiza kwa shingapi? chini ya laki tano, laki sita, laki saba, mi mwongo. Na kama nguzo iko mbali na nyumbani kwako unatakiwa ununue na nguzo, au sio? Nashukuru baba yangu amenikumbusha, ni miongoni mwa sera zangu. Mimi pala nyumbani kwa mama tumeingiza umeme kwa laki sita na themanini.

kuipitisha kulipitisha, kulipitisha. Au, baraza, au Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulipitisha, maana yake ni nini? Katika sehemu ambazo tunatakiwa kuwa makini ni pale tunapochagua wabunge, tunapochagua madiwani. Kuna clip moja nimeisikiliza juzi, shika hii sheria. Kuna clip moja nimeisikiliza juzi, watu wa sisi ya walikuja hapa kwenye mkutano watu acha wa ni watu kuwa watumwa basi, haiwezekani. Mkao mnawachezea tu, mnalamba hadi miguu, mnatandika hadi nguo, ikifika jioni hata sabuni ya kufulia hiyo nguo huna. Sikilizeni, nikasikia mtu mmoja anasema